Unaongea na mwanamke eh? Wanaume wengine mpaka wanafanya masturbation kupitia maongezi tu, na wewe umeokoka na ni mtakatifu wa Mungu, upo kwenye mahusiano, shetani anapata nafasi. Ukitokea unyakuo, unabaki na masturbation yako unabaki na kuchocheana kwako kwa mapenzi, unabaki wenzio wanainuka wanaingia mbinguni wao. wow, umejitesa kweli kweli, umeifanya kazi ya Mungu, lakini mahusiano tu yanakufunga na, na unabaki duniani. Haleluya! Sasa Mungu hataki uyachochee mapenzi, kijana. Mungu hataki uyachochee mapenzi, wewe binti a yatakapoona vema. Kwa nini umeomba Mungu wakati sahihi wa mimi kunipa mume, wa mimi kunipa mke, wakati sahihi naomba unipe mume, unipe mke. Kwa hiyo wewe tulia, tulia, usianze kuweka vipaumbele namtaka mwanamke wa namna hii. Leo vijana wengi kanisani ni watu wa macho macho, kuangalia kwamba binti huyu yukoje, mrefu kidogo huyu, mweupe kidogo yaani, ni wa, ni wanachagua chagua, ni wazinzi. Wanaonekana wamo kanisani, lakini ni wazinzi kweli kweli, ni wachafu kweli kweli. Sasa Mungu hataki, kwa sababu utasababisha madhara kwa wengine kwa sababu Mungu anakutaka uitunze njia yako, ewe kijana, usiachochee mapenzi. Bwana Yesu asifiwe, Haleluya, hey. Kwa hiyo wengi sasa wameingia kwenye mahusiano na kuna watu wengine ambao wameshaingia kwenye ndoa, lakini kwenye hizo ndoa wameingia kwa vipaumbele vyao, yaani kwamba alimwoa huyu mwanamke lakini alimpendea maziwa, alimuoa huyu mwanamke alimpendea weupe, alimuoa huyu mwanamke alimpendea mdomo, alimuoa huyu mwanamke alimpendea mgongo, alimpendea makalio, alimpendea miguu. Sasa kama uliweka vipaumbele katika kumchagua mwanamke hivyo, maana yake kile ulichokichagua siku kikiondoka, maana yake upendo wako hautakuwepo tena. Sasa Mungu anataka uingie kwenye toba, kama ulimchagua mwanamke ulimchagua mwana